Nyote mmewahi kusikia neno linaloitwa mzio ama umewahi kuupata au ii, wapendwa wako wa karibu au jamaa, lazima umewahi kusikia neno mzio. Mzio si kitu kingine bali ni mwitikio wa mwili wako kwa dutu ya kawaida ambayo watu wengi hawapati mwitikio kwake. Hata hivyo kwa sababu fulani, mwili wako hujibu kwa kupita kiasi au kwa njia isiyo ya kawaida kwa dutu hiyo. Mzio kwa kawaida ni wa kijenetiki na hupitishwa katika familia unabeba jeni za mzio na wakati mwingine unajitokeza utotoni, wakati mwingine utu uzimani. Madhihirisho ya kawaida ya mzio ni yale tunayoyaita ya kupumua, ambapo unaanza kupiga chafya unapokumbana na vumbi, chavua, unaanza kupiga chafya kupita kiasi, macho yanatoa machozi, pua inatoa maji, wakati mwingine koli na kabwa, sauti inabadilika na inaweza kutokea mwaka mzima, inaweza kuwa ya msimu. Kimsimu inachojulikana kama homa ya nyasi. Kwa hivyo, mzio huu unaweza kuunda kwa kawaida katika mfumo wa dalili za kupumua. Unaweza kuwa na dalili za mfumo wa mmeng'enyo kama kutapika. Dalili nyingine ya kawaida ni ya madhihirisho ya ngozi kama nilivyojadili. Unaweza kuwa na mmenyuko wa ngozi na vipele, kuwashwa sana mwili mzima. Kwa hivyo, mzio umeamuliwa mapema, unabeba jeni na unajitokeza katika hali maalum.